Imamu kutoka Kaliua, ambao yeye ameletwa na mmoja katika waheshimiwa wakubwa katika nchi hii, mkuu wa mkoa si mtu mdogo, ni mtu mkubwa sana, ni mwakilishi wa rais, lakini ataelezea mwenyewe sababu zilizomfanya. Mnaweza mkakaa nyuma huko, ni picha mmekaa mbali, hamtaki kuonekana? Ni imamu anaongea nanyi, mmekaa huku kama anaona mshangaa Ah, utaki kuonekana huko Maka? Utaka uonekana huko Kariakoo, shauri zenu. Imamu wana historia nzuri. Imamu, lete habari Maka. Umesema kuna mmoja katika viongozi wamekuleta, kitu gani kiongozi ailimvutia ili mpaka akakulipia? Halafu wa upande wa pili, kwa kweli hili jambo linastaajabisha sana, hebu lete habari kwa. Jitambulishe. Waalaikumsalamu warahmatullahi wabarakatu. wa wa wa kwanza, ninamshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wataala na kumtakia rehema Bwana Mtume Muhammadi sallallahu alaihi wasallam e, kwa kufika katika mji mtukufu huu wa Maka, mji wenye historia kubwa, mji ambao ndiyo sehemu ya kwanza kutandikwa ardhi na kusambaa ardhi ulimwengu mzima, chanzo chake ni hapa. Kwa hiyo namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kukanyaga katika mji huu, lakini kwa shukurani za pekee napenda kwa dhati ya Mungu kumshukuru Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa Paulo Matiko Chacha ambaye ndiyo aliyegharamia safari hii. Huyu ni Mkristo, ni vigumu kuelewa mambo ya hija yanakwendaje, hija kuna faida gani, kuna nini, lakini Mwenyezi Mungu kamsukuma kunileta ni kwa namna tu ambayo tuliishi naye akiwa mkuu wa wilaya Kaliua, tuliishi naye kwa wema, tukashauriana naye mambo mengi yanayohusiana na hali ya usalama, maendeleo kwa ujumla. Nadhani hiyo ndiyo sababu ya kuona kwamba mimi ni mtu muhimu ambaye natakiwa nisafiri kuja kuisoma historia ya Uislamu. Kwa hiyo namshukuru sana na namwombea kwa Mungu ampe heri na baraka nyingi, lakini si yeye tu pia namshukuru Mheshimiwa raisi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye yeye ndiyo aliyemteua kumleta Kaliwa na baada ya kumtoa Kaliwa kumleta kuarasi katika mkoa wa Tabora. Na yeye mama, Mwenyezimungu mpe maua yake, ampe kila la heri, na kwa baraka za haya tunayoyafanya iwe ni sababu ya Mwenyezimungu kuwaangalia wote hao kwa jicho la ana kama una banabana hiyo mm, ya mkuu wa mkoa unaibanabana, yani, hebu ifafanue, kilichomvutia mkuu wa mkoa alikuwa mkuu wa wilaya. Yes, yes. Vitu gani hasa ulivifanya kwa vitendo mpaka yeye vikamvutia? Ee, mimi nina kawaida kama shekhe wa wilaya Kaliwa, nina kawaida kila baada ya miezi mitatu ninazunguka katika wilaya yangu kijiji kwa kijiji, msikiti kwa msikiti, nikifanya semina kwa maimamu pamoja na waislamu na mara nyingi sana ilikuwa ninapokwama mafuta basi yeye ananisaidia kuweza kuzunguka katika maeneo haya. Sasa najua watu wa serikali ni watu ambao wanafuatilia vitu vingi, kwa hiyo yako aliyoyagundua kuona kabisa kwamba huyu bana anafanya kazi kweli ya dhati ya Mungu, basi miongoni mwa vitu vilivyomvutia ni pamoja na hilo. Lakini sambamba na hilo, mimi ni katika mashehe ambao yani naamini pale niliposimamia siyumbi, siendi huku siendi huku, naamini katika hilo. Na mkuu wetu wa mkoa wa Tabora ni muumini wa kuamini kile anachokisimamia, yani si mtu wa majungu, si mtu wenye, mwenye, mwenye unafiki unafiki katika moyo. Kile anachokifanya ndio hicho ambacho anakwenda nacho. Kwa hiyo ni kama tulilingana. Sasa nadhani kwa hilo ndilo lilompelekea kaona, kama kwa sababu hata tulipokuwa na kikao fulani tumealikwa katika maneno yake alisema, ninashukuru kumuona rafiki yangu kupenzi, shehe wangu wa wilaya ya Kaliwa, ambaye tumefanya naye mambo mengi ambayo sasa yamesababisha nione sina kitu chochote kile cha kumlipa zaidi ya kumpeleka Maka. Hivi sasa Kab... aliona nini hiyo inabakia nini? Kabla hapo mpaka sasa hivi wilaya ya Kaliwa ungewapa faida watu iko mkoa gani? Kabla hapo umeteuliwa mwaka gani? Kabla kuteuliwa kulikuwa na misikiti mingapi? Labda umeongeza nini na mufti wa Tanzania hujamtaja, unampa nini mufti wa Tanzania ambaye tuko naye hapa, nani ee? Umeonana naye kwanza? Eh, harakati zangu za mwanzo nimezianza kwenye tablighi ya makundi ambayo iko gongo la mboto kwenye tablighi ya makundi ambayo iko gongo la mboto, na nimeongoza kundi ya watu 43 kama amiri kuanzia mwaka elfu mbili tukizunguka ukizunguka Tanzania nzima hii, si kwa magari, kijiji kwa kijiji, kata kwa kata, wilaya kwa wilaya, mkoa kwa mkoa, tumekuja kuihitimisha hii nchi katika mkoa wa Dar es Salaam mwaka 2004. Baada ya hapo tuliendelea na shughuli za dawa katika misikiti ya Dar es Salaam hapa mjini, na baada ya hapo 2000 na 2010 na 2004 mwezi wa sita nilikwenda Kaliwa kwa ajili ya kumuuguza mama yangu mzazi. Kwa hiyo kwa muda ambao nilioishi kule nikimuuguza mama yangu mzazi nikawa nimechaguliwa kuwa shekhe wa wilaya mwaka 2010, kutoka 2010 mpaka 2013 nikaondolewa kwa sababu mbalimbali mbali tu ambazo zilitokea. Na baada ya hapo, Mufti wa Tanzania Shekhe Abubakari Zuberi Ali Mbwana alifanya mabadiliko ya katiba kutoka kwenye uchaguzi wa mashekhe na kwenda kwenye uteuzi. Kwa hiyo katiba ile ilipobadilika, shekhe wa kwanza huteuliwa katika mashekhe wa wilaya katika kikao cha kwanza cha uzinduzi wa katiba ni mimi, shekhe wa wilaya katiba na yeye aliona nini? Yule ni kiongozi mkubwa katika nchi hii na ni kiongozi mwenye moyo safi ambaye ana nia ya kufanya kazi ya dini kwa dhati ya Mungu. Kwa hiyo utafiti wake ulionyesha kwamba ninamfaa na, na ndiyo ikawa sababu ya kuteuliwa. Lakini wakati nikiwa nimechaguliwa mwaka elfu mbili na kumi nilikuta kaliwa ina misikiti 84 na kwa kuwa mimi ni fundi na huu fundi wa ujenzi nimejifunzia Tanga nikiwa katika shughuli za tablighi moja ya juhudi nilizozifanya kwanza ni kuwakusanya kuwa vijana wa Kiislamu ambao ni mafundi na nikawapa semina ya aya inayosema waidh yarfau ibrahimu alqawa'ida min albaiti wa ismail rabbana taqabbal minna innaka anta samiun alim. Nabi Ibrahimu alayhi salam amefanya kazi ya kuijenga alkaba akiwa na msaidizi wake ambaye ni mwanaye Ismail pamoja na mkewe. Na aliposema, Mwenyezi Mungu, naomba unikubalie kazi hii, kwa, kwa hakika wewe ni msikivu. Ndiyo mpaka leo tunaona sasa, akiwa katika kaburi lake anayapata matunda watu kuja kuhiji nyumba. Kwa hiyo niliwajenga vijana wa Kiislamu kwa sura hiyo, na kwa sababu hiyo sasa tukawa tuna utaratibu kila mwaka tunatoka kwenda vijijini kuangalia sehemu ambapo hakuna misikiti au kuna msikiti lakini hauna hadhi kwa maana ya msikiti, basi tutafyatua tofari hapo. Tukimaliza kufyatua, tunazichoma, tukimaliza kuzichoma, tunarudi mjini Kaliua. Kwa hiyo kila baada ya wiki moja, ninaondoka mimi na wale mafundi wenzangu wa Kiislamu, tunakwenda tunajenga, siku moja tunarudi, tunakaa wiki moja, tunakwenda tena kijijini pale, tunajenga mpaka tunaumaliza msikiti huo, tunaendelea na shughuli zingine. Kwa hiyo kutoka misikiti 84 mpaka sasa kufikia misikiti 146. Shukrani, shukrani mpenzi tazamaji, nafikiri umeisikia historia hiyo nzuri ya imamu huyo kutoka Kaliua mkoani Kagera, lakini mbele yangu